Ah, watu, watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza wakitaka kujua kwamba ukiwa kama mpiga picha unawezaje kupata maokoto. Mane sasa leo tunaenda kukupa machimbo ambayo kama ukiamua kuingia kwenye upiga picha, eh, mambo ya mahela au maokoto, na kwa sio changamoto kwako. Kwa. Hata kama ikiwa changamoto, hayo ikiwa changamoto kama wanaofanya kazi zingine. Sasa tunaenda kukupa sehemu ambazo unaweza kufanya kazi hapa, tumeona unaweza kuwa unapiga picha au maeneo ambayo unaweza ukakaa ukaanza kupata maokoto. Niko na mwenzangu hapa, mimi naitwa Joseph Emmanuel Kileka kutoka Yoma Pixel, lakini pia niko na mwenzangu naitwa Dolly Banks kutoka Yoma Pixel Studio. Kwa pamoja tunaenda kukupa machimbo au ma, mambo ma... ma ambayo unaweza kuyafanya kupata mishiko nanda na kaka. Nafikiri mm, wewe umekaa kwenye industry, sijajua kwa muda gani umekaa kwenye industry ya kupiga picha. Ah, nimekaa kwa muda wa mwaka na then sasa mwaka na nusu. Kwa kama umeweza kustahimili kukaa ume mwaka na nusu <laughs> Manake swala bakoro sio changamoto. Kama ingekuwa changamoto ungekuwa ushakimbia tayari. Nishakimbia sehemu nyingi sana sasa na nikaja hapa, zio ni mistake a, kwa maana yake ushafanya kazi tofauti na picha, lakini ukuja kwenye picha e, kaona sistemu sahihi ya sasa. Hapa kuna kuna kuna kuna, kuna jambo nataka tujadili, au tuwasaidie watu ambao wanaingia kwenye industry ya picha kwa mara ya kwanza, au wageni au watu tuseme mm, ambao ndio wanataka wajifunze picha au wanajifunza pia. Sasa kuna kwa kuna, kuna changamoto ambao wana wanaingia kwenye kupiga picha lakini inaonekana upatikanaji wa maokoto ni mdogo. Sasa wewe kwa sababu umekaa kwa muda wa mwaka mmoja, nafikiri itakuwa ni rahisi sana kwa sisi au wewe kwa kuweza kuwaambia kwamba hela zinapatikana wapi, wanaweza wakafanya ishu gani na ishu gani kwenye picha wakaweza kupata hela. Kabla ya ishu, lazima tuweke mitego ambacho mitego nachozungumzia kivutio, ili mpaka upate mteja unavutia nini au kitu gani kimemshawishi mpaka mteja aje kwako? Unaweza ukawa na wateja baadae, wateja wakakukimbia kutokana hauna na attraction yoyote kwa mteja wako, customer care au huduma nzuri. Cha kwanza kabisa ambacho unastahili kukifanya kuwa mbunifu na kazi yako iwe inavutia, kwa sababu kwenye kazi, kwenye kazi ya picha mteja mt, mt, wako wa kwanza ambayo utakaembia kwa siku ya kwanza anaweza kuletea wateja mamia ya wateja kutokana na kazi yako uzuri wake, kwamba umepiga ume kazi nzuri umeimba. Mteja wako wa kwanza kaenda kaposti, au kaonyesha wenzake, wameipenda au huduma aliyoipata kwako, tofauti na huduma ambazo wanapata sehemu nyingine, kwamba hicho kitu kitafanya wateja wengine wawe attractive na wewe, waje kwa ajili ya kupata huduma yako. Cha kwanza kabisa, kabla hujaanza kupata mwokoto, lazima uwe na kitu ambacho kinavutia ili wateja waje kwako kwa maana yake, huduma kwa wateja, huduma kwa watejaane wateja. Wateja na yenye quality na quantity. Cha kwanza unaweza kufanya ukapata, na mimi kwa upendo wangu nafikiri pia, ukiachana na huduma kwa wateja unaweza ukawa na huduma nzuri kwa wateja. Kwa mfano unaweza kuwa na makauli labda nzuri kwa wateja, ukawa unawavutia wateja kwa kuongea nao, yani ukao unaweza kubageni vizuri na mteja mm. Lakini pia nafikiri ni ishu ni kujifunza sana ndio maana nilianza kuzungumzia creativity mm. Ukisha kuwa mbunifu, ile kazi itaenda kuwavutia watu kwa weo, wakuanza, wengine, kwa sababu mteja wako wa kwanza anaweza akawa ndo balozi wa kuletea wateja wengine, kwa sababu first time amna mpiga picha ameanza kupiga picha sio kwanza na wateja kabisa mm. Unaanza auna mteja wale wa kwanza au ni wale wa majaribio namna no. ambavyo <laughs> nakumbuka, nakumbuka mimi nimeanza kupiga picha mwaka elfu mbili na ishirini mm nakumbuka wakati naanza kupiga picha elfu mbili na ishirini kuna studio ilikuwa nafanya kazi inaitwa Charlie Studio. Sikuwa na mteja sikuwa na ujuzi, kitu ambacho nilikuwa nacho ni kauli nzuri tu kwa wateja, sikuwa na kitu kingine chochote. Nakumbuka hata uwezo wangu wa kupiga picha ulikuwa ni mbaya mbaya mbaya ambayo hauna maelezo. Sasa nilivyoanza kujifunza, kama unavyosema kwamba unavyoanza huwezi kuwa na wateja wengi, nilivyoanza kujifunza nilijikuta na nachukua muda mwingi, au nilitumia muda mwingi sana kutafuta wateja. Na wateja niliwapateje? hmm. mimi binafsi kama mimi nilitumia wanachuo nilitumia wanachuo wa Tumaini. Kwao kilikuwa kila nikipata mteja na hakikisha mteja anapata huduma nzuri ambayo itamvutia. Hata kama nitamfanyia picha labda zitatoka sivyo ambavyo anataka lakini nitahakikisha atafurahi kwamba hizi, ataweza tukarudia, naweza nikampa ofa, nikafanya mm -hmm. nini ili kulinda mteja kwao. Nafikiri hicho licho kiongea ni kweli kabisa, mm -hmm. na mimi pia na experience nacho kwenye, kabla ya maokoto, hicho ni kitu muhimu na cha kwanza cha kuzingatia kwa sababu kwenye swala maokoto unaweza kupewa kwenye studio ambayo tayari na wateja sawa, wewe ukaingizwa kwenye hiyo studio, ukawa ndio unaofukuza wateja, kwamba tayari studio ina maokoto, ina uhakika wa kuingiza maokoto, kutokana na huduma na yako, namna ya kuongea, namna ya ufanyaji kazi, wakafukuza wateja wote, kwamba kitu cha kwanza kabisa ni hiyo huduma nzuri na kazi nzuri. Kwenye kazi kuna makosa ya kibinadamu, kila mtu anaamka hana mudi lakini huwa ni mtu ambaye unakubali kupokea unapokosolewa, kwamba imetokea bana, mtu mteja akutafuta bana, hii picha sijaipenda. Ah, samani, labda nimetingwa kwa kidogo, kwamba wewe, oh, unavyoiona hiyo picha, nikurekebishie nini au ulipenda iwe vipi? Kwamba mnajadiliana ah, picha ni kitu ambacho nakitaka ni kigumu sana kufanyika, ndo kama ulivyosema unaomba fanya nini, mrudie ili upate ili kumlinda mteja wako, yes, na utakavyorudia no. Ushajua mteja wako anapenda nini, anataka nini, kwamba sidhani kama unaweza kurudia yale makosa ambayo tayari ulishaambiwa kwa mteja fulani. Kuna kitu kingine ambacho unaweza kitu ni kizuri, tunazungumzia labda kuweka filter au kufanya editing sana. Kuna mtu mwingine anapenda editing sana. Ukiedit okay, vizuri, anaona umemharibia na mtu mwingine uki uki nani, ukiedit okay kawaida anaona hujamuedit. <laughs> na <laughs> hapo ndo changamoto. Na kuna mwingine ukigusa tu kiedit. Ni kesi. Ni kesi yaani, anataka picha kama ilivyo. Ni kuelewa wateja aina gani, wateja ambao uko nao na uelewa <laughs> na wateja wanataka kitu cha aina gani. Kuna mtu mwingine ukaona umemfanya kitu kizuri, wake asione hivyo, kwamba lazima ukubali kwamba matakwa ya mteja, mteja anataka nini. Atakapo kuelekeza, kubali. Ulitaka iwe hivi hasa, inawezekana umemfanyia. Ishawahi kutokea, ukatumia zaidi ya mteji, mteji ukiediti picha, mteja, mteja akaja akaikataa. Hapana, li, niliediti picha, nilifanyia retouch picha ya jamaa mmoja ambaye maarufu sana King Cobra. Akaja nikamwambia bwana huyu afanyiwe retouch. Sasa huyu bwana yeye ndo ataipenda. Kumbe bwana, mimi nafuta misuli, naweka nasmoothisha ngozi, ngozi iwe smooth. kumbe nafuta misuli, yeye anataka misuli ionekane. Bwana, chakushukuru Mungu, nilipata taarifa <laughs> kwamba huyu nilipata taarifa <mipu laughs> anataka hivi kabla ya muhusika mwenyewe <laughs>. Kwa kweli, ile ni kitu ambacho unajua ni unampa mtu kitu ambacho anakitaka kwa mara ya kwanza ni, ni, kitu kimoja kizuri sana kwa mteja yani, mteja anapata kitu ambacho anakitaka kwa mara ya kwanza. Ndio kama hivyo, kwamba mimi nilikuwa sijui kwamba apendi, nilipoambiwa nikafanya hivyo na nikaona mapokeo ya huyo bwana yalikuwa makubwa sana, nikasema oh, ndio huyo akusi. Japo ningeedit ningepoteza muda na nilishakuwa nilishaanza kuedit, ningepoteza muda na ningepata lawama, aidha ningepoteza kabisa mteja. Maana kama kama ungekuwa hujamuelewa ambacho anakitaka au ungekuwa ufahamu Kukwili, kwa kweli kwa changamoto na sasa, tuende moja kwa moja kwenye namna ya kupata maokoto bana. Hii mada kwa ni namna ya kupata pesa kupitia photography na labda videography, na katika photography na videography imegawanyika ime njia kama nne tano hivi za kuingiza pesa, ambayo kwa kuna watu wengine ni wanafanya anafanya nyumbani, mwingine ana kompyuta tu nyumbani mm, e, wapu, wapu, wengine, na taa kwamba akipata kazi kazi yake ni za nje tu, kuna upatikanaji wa hela home studio e. kumbaba, kumbaba, ni nzuri kwa yule photographer ambaye tayari alishaaminiwa na watu akafanya nao kazi na wanamjua, lakini kama unataka kuanzisha ili watu wakuamini au uanze kupata watu ambao watakuamini taratibutaratibu, wajue wanakupata wapi na kwa muda gani, kwamba unabidi uanzie kwenye studio kabisa, uwe na ofisi ili kwa sababu mtu akishakuta akisha ofisini kwako anajua kwamba ofisini kwa wake sehemu fulani nimepiga via zangu nimetoa elfu tano au elfu kumi

hata ukitokea ukawa unafanya kazi yeah, no. kwenye studio ya nyumbani au home studio, kwamba watu ambao wanakuamini watakujengea uaminifu kwa watu wengine, ukaweza kufanya kazi vizuri. Nirudi kwenye studio. Kwenye studio bana, kuna kazi za portrait ambayo ni kumpiga picha, kupiga picha mmodo au mtu mmoja mmoja, na this day anaishi gani, na kupiga picha au mtoto ana atimiza miezi kadhaa. Kuna watu wanapenda kila baada ya miezi kadhaa kupiga picha ili kuongeza kumpunguza strategy za ukuaji ya mtoto kwamba kwenye kazi ndani ya studio kimsingi, kwamba uweze ukapata pesa ile ya kutosha kabisa, kama kazi za nje ya studio ya kwa. Kwanza tukubaliane hilo kwamba kazi mm -hmm, ya studio ni mtu anaweza akaja, mtu anapiga picha moja picha mbili, lakini kuna baadhi ya studio wamejiwekea malengo yao au mikakati yao kwamba picha wanaanzia labda tano na picha moja package maalum, lakini sisi wana mazengo wa mtaani kunataka kuwafikia kila mtu sio kwa ubaya, yeah. Lakini lengo ni kuwafikia kila mtu hata picha picha picha moja moja kwa wakati ugali mkubwa, kalisha, yeah. Eh, eh, lakini samani ile ile, haki ni sawa kwa wote, picha elfu mbili. Hiyo tunahitaji sana hmm. Na wa sana yeah, it's it's ni yeah. Miongoni mwa haba na haba ujaza kibaba. Yeah, yeah, na, sisi, na haba hizo, na haba haba na ah, hiyo ya kwanza ndio kama hivyo nilivyokuambia, kama ya picha za studio moja moja na nyingine picha za utindo picha za utindo utindo, na za studio hazina tofauti sana kwa 48. Lakini kitu ambacho kinaenda moja kwa moja kukupa pesa yenyewe, pesa ya kushiba ambayo ukiwa na bahati unaweza kununua kamera. Kazi moja ukapata kazi hadi ya milioni, kufanya kazi na makampuni pia, na shughuli hizi kubwa kubwa. Kama unazungumzia harusi, watu wamejiandaa vizuri. Kuna harusi zetu na kuna harusi zao, kuna kuna harusi na ndoa. Sasa mimi nazungumzia harusi, ndoa ni makubaliano

harusi nazozungumzia mimi, pakeji yake ina, kama ni andogo, andogo sana, ya ndogo ndogo sana yao ya kawaida sana milioni moja laki like tisa hiyo ni ndogo, lakini inafika milioni mbili, milioni nne na kuendelea mpaka milioni kumi, kumi na tano kuendelea, kwamba kuna mtu mwingine hadi milioni ishirini, kutokana na mazingira ambayo anayofanyia. Kuna watu wanafanyia harusi kwenye uwanja wa mpira

moto na kuna kuaminika na connection, kwa sababu hizi kazi kazi kubwa zinapitia kwa watu wengi sana. Kuna kamati kamati, wanajua wanajuana, watu wao mpaka uje ukupate kupate mwanamazengo au wewe nanii, inabidi utumie nguvu za ziada sana. Kuna kitu ambacho kinatakiwa, au ni vyema tusifichane, tunaonekana wazi bwana, mkono mfupi kwenye kazi hizi kubwa yaani sio hivyo. Mimi ni mwanakamati. Eh. Sio mtendaji. Sio mte, sio mtendakazi. Mte, mte natoa labda kwenye kamati laki tatu. Wewe mtendakazi unatoa una laki tatu na unapata milioni mbili 2. Sijui, naelewa kuna kitu fulani kwamba huyu hela yake inarudi na mimi niitoa. Mimi nikitoa irudi, basi mimi mpaka nifanye shughuli shughuli ninayofanya lini? <laughs>

ili Mungu akabariki kazi ya mikono yako, kwamba unazungumza nao hivyo. Yani utaweka ofa nzuri, unaweza ukaenda kwenye kwenye kikao cha kamati wa mafotografa wa wawili watatu, kuta fotografa ana bei nzuri, ana ofa nzuri na kazi ya pati <laughs> mm. <laughs> uskumbushane a machungu kwa mwaka mmoja, nimesahau ni mwaka gani, lakini inawezekana kaa elfu mbili na ishirini na mbili au elfu mbili tuenda kwenye kikao kimoja ambacho, mm. kuanzia mwanzo mpaka sehemu fulani vituona kabisa, kwani mm. kazi kama yangu kabisa hii, afu bado sherehe sherehe, bado kama kama mbili ilikuwa mm. <laughs> no, bado kama wiki mm. wanafamilia hey, wanasimama wana, kwanza wana, kwa nini nilikuwa nimejiaminisha kama ile kazi ni yetu, ilikuwa ni hapo mm. kwenye swailo la bei, wow, wao huyo ambaye alikuwa mpinzani wetu, bei yake aliweka bei ndogo, ilikuwa ni milioni mbili wakati sisi bei ndogo ilikuwa ni milioni moja kama sikusena, lakini ona kwa hii kwa gap la ah, <tikin> ya laki sita zima <ya>. lazima kazi yetu bado wiki mbili <laughs> ikatulamba tukasikia wasema sisi kama familia tunaomba <laughs> tunaomba, <laughs> kazi yetu atufanyie fulani. Ndio umeshapoteza muda, umeenda kwenye vikao ume, mee usafiri nakuta labda kikao ni mbali, aafii unaacha kazi, unapishana wateja kwa ajili ya yapo una nafikiri ukija kwenye mambo ya sherehe, maanake umesema sherehe na picha za studio ambazo hizo ni ila kuna kuna kuna maeneo mengine pia ambayo mtu anaweza akapata, au ukiwa unafanya aaa Uh, yako nafikiri kama mawili au matatu. Eneo la kwanza ambalo ni, ni ambayo mtu anaweza akapata maokoto ni kufanya kazi na brand. Nafikiri ulizungumza ulisema makampuni, lakini kuna tofauti kati, kuna makampuni na brand. Nikisema brand namaanisha, kwa mfano labda inaweza kaa kampuni lakini ni brand ya mtu, inawezekana labda brand nemo. Ni kufanya kazi na makampuni au brand, ni rahisi sana kupata maokoto ambayo amenyoka, lakini pia kuna kwa sababu unafanya kazi, ukifanya kazi na kampuni au brand inakupa jina. Yani simwenda kuomba kazi kufanya kazi mimi nafanya kazi, anafanya kazi na Diamond, kwamba lazima Diamond yeye alikuona, alikukubali. Kwa nini mimi nisikubali? Kwamba nayo inasaidia kutengeneza utengenezia kitu ambacho kinaitwa famous, watu wakakufahamu. Kitu unaweza usifahamike wewe, kwa sababu asilimia kubwa bana, ukiwa photographer au videographer unakaa nyuma ya kamera. Unaweza ukashuti shughuli au ukafanya kazi, watu wasijue kama ni wewe. Kama kwenye majina, watu wanajua majina, anaweka ni yeye huyo, au ameweka tu jina kwamba, tunatambulisha kwa kazi utambulishi na mtu kama mtu mmoja mmoja, kwamba mimi tuliniona kwenye nini, tulikuwa na watu, tulikuwa na kazi, kwamba atambulishi na kazi, kwamba ukifanya kazi na makampuni ni rahisi kutangaza mwenyewe kwanza, na kama ulivyosema blank, na ni rahisi kutangaza. Unajua kuna watu wengine wana wanaamini mpaka mtu afanye kazi na watu fulani ndio anaweza kana, kwa sababu naweza nikachukulia hivi, kama mimi nimpige na picha nafanya kazi labda na Juxi, nafanya kazi na Kinazuchi kwamba

maana yake maokoto yapo, lakini namna tu ya kujua una deal nayo vipi, yani inabidi uanze kuchanganya vipi, una bezi wapi. Na sometimes ni tupeane tu mbinu, kuna vitu vingine sio vya kufichana, kwa sababu ni njia ya kutafuta riziki. Kuna kuna wanangu wapiganaji wanaopigana, sometimes unaruhusu upigwe ngumi moja ili urushe ngumi tatu, kwamba unaruhusu upigwe ili usome zake Una nyingine, una, ukisha, na sehemu nyingine labda hawajakutana tu na hawajakutana tu na mimi mpiga kupiga ngumi, kama anaenda kufanya anaenda kupoteza muda, anafanya kazi niseme, ni bure, ni e, au, uh, kutengeneza jina jina Yani, usije ukasema ukaenda kutengeneza jina kwa mtu ambaye yupo wewe, umuwezi na kujidhalilisha. <laughs> <Sinkato> <laughs> <laughs> <laughs> uko naenda kujidhalilisha, fuatilia <laughs> <laughs> kabisa, jua mtu <laughs> husika bado vipi na gep, umeiona? Nenda kavige kwenye gep kishapiai

mambo ya michanganuo wenyewe wanajua mafotografi, mambo tofauti kati ya mpiga picha na fotografi, kwamba sometimes, unabidi ukubali kuumia, unabidi ujitoe na usijitoe sehemu ambapo, kama nilivyosema mwanzo, unahisi uwezi, unaenda kujizalilisha. Angalia kabisa, fatilia hizi kazi nizichanganza kwenye kazi za hata maaiaa sehemu kwenye graphics zangu wa kao kwamba watu wanapoenda nii unaweza kutengeneza m ukawadumia kwa sababu graphics sio lazima uende na makamera bana, unaweza ukakaa ukacreate kitu kichwani ukakifanya uka, uka, na sidhani na, kama kuna kuna mtu yoyote ambaye labda anafanya biashara au

kuna kitu kufanya vizuri, lakini ukifanya vizuri zaidi kwamba utakuwa mmegawanywa kwamba nusu kwa nusu, kuliko unaenda unaenda kuingilia kazi ya mtu kwamba unaenda kama una studio wewe na studio yako, ambaye wewe m unaenda kujizalilisha unaewenayaotawmbndomatakata walofanya watu kutuzalilisha

na majukumu akawa nakula video kawa nakula picha vitu kama hivi. La, mm, yapo maokoto bana, yapo, yapo mengi kama utakuwa mjanja maokoto yapo mengi, kwa sababu kwenye kazi za fotografa kutoka asubuhi kurudi jioni na laki mbili kitu na, laki, pipi ni kitu cha kawaida, lakini akimbitu ni hela ambayo ni mwisho wa mwezi wa vijana wengi hapa mtaani <laughs> ni hela ambayo inapatikana mwisho wa mwezi yeah. Lakini kwenye kama utakuwa mjanja mjanja, utakuwa una mbinu creativity, bunifu wale ya juu hiyo, kwenye hiyo ni hela eh, ipo na nikuaminisha au nikuabalisha ku, ni kitu kingine, faida ya fotografi kwamba ukishanua vifaa vyako, kamera yako ena kua mziumlao au unaingiza kazi nyingi. Na kingine tena faida nyingine ya kuwa na vifaa vya studio, vinakodishika. Sawa, m, kama una kamera yako hii, kamera kama hii, unaweza mtu akawa na shida nayo, wewe siku ukozako au una kazi huko bado mtu anashinda na kamera unamkodisha kwanzia elfu hamsini hadi laki. Ni faida mara mbili, kwamba unaweza ukawa una wateja au siku ikawa tu mwenyewe, uelewe, kamera unaanza kukodisha kwanzia elfu hamsini kuendelea, kwamba hata taa za kupigia picha, taa za video, yaani ukishakuwa tuna vifaa vyako nakonishibila hata kufanya kazi na mtu mwingine unaweza ukaiwekeza tu ili upate maokoto, kwa sababu ishu kubwa ni maokoto. Ukanunua tu vifaa ukaweka, kwa sababu studio ambazo zina kila kitu ni chache na kila kitu yenye havitoshaji. Sometimes studio unakuta na taa za harusi na kila kitu, lakini ameshika hiyo ofisi imeshika harusi mbili, aa, ukizigawanya bado zina gepu lazima atafute na, na mtu ambao ana vitu vya akibawaj kuna ah, sasa. Kwa hiyo vijana, karibuni kwenye industry ya picha, hizo ndio njia za kupata maokoto. Nawe tukuwa na uwezo mkubwa, wateja watakutafuta, maokoto utapata, sio swala la kuliofia mm -hmm. Kuli kabisa, yaani uh, we tambua tu kwamba pesa ipo ila tu Yeah. Ubonga. Na kama nilivyoambia advantage ya kwanza, kwamba ufungi mzigo <laughs> au mna haja ufunga mzigo kwa, kwa na vitu vyako hivyo na kamera, ni ukiangalia uki kamera bana inachewa ina sana kushuka samani, kama ukishanua kamera yenye model mpya au ni kuja latest, kuwa oldest ni miaka mingi sana wanafanya kazi maana unafanya kazi, kazi kweli. Yaani, kamera ni kitu ambacho hakishuki samani kwa haraka. Sasa mimi nafikiri uh, watakuwa wameshatuelewa kwamba mm, wanatakiwa kufanya kitu gani, lengo gani wanatakiwa wajikape, mm, ili kuweza kupata mapato. Inabidi tuangalia, anaweza kupata wateja wa makampuni, anaweza kupata mamodo, anaweza kupiga beauty, anaweza kupiga za studio pekee yake. Kwa hiyo nafikiri wameshaelewa sasa

Hima tukizungumzie sisi au unaweza kuelezea kama ni kidogo sana akina, akina, aje si kukata na kuelezea hicho kitu wewe tu uwe kwenye comment bwana, tukumbushe bwana kuna issue friend. Pia unaweza ukapata msaada kupitia pia dosha. Mimi naitwa Joseph Emmanuel Kileka, ni photographer kutoka Tanzania. Mwenzangu hapo naitwa nani tena, kwa majina naitwa Dolly Banks, ni photographer kutoka Tanzania, Ilinga Kiesa, Yoma Pixel Studio mapicha makali yanapatikana, mapicha ya kijanja, kazi nzuri zenye ubora. Oya!